Baada ya hayo niondoe doubt, pia leo nikiwa nakuja Kilimanjaro Kilimanjaro e, watu wangu wamenipigia simu nyingi sana kwa sababu mimi nilimuunga Mheshimiwa Mbowe mkono kugombea wenyekiti wa taifa. Huo ndio ukweli utabaki hivyo japo yeah. Sikuwa na maumivu sana kama alivyoumia Mungure yeah. Lakini angalau yeah. Angalau yeah. <laughs> na mimi nilimchagua na yeye anafahamu. Sasa japo, japo Heche pia nilimpigia kura. Sasa walipoona mabango yangu nakuja huku wameanza kutangaza kwamba mimi na hama nahama Chadema, yani leo nakuja kutangazia hapa kwamba nahama Chadema dema na naenda kwenye chama kingine. Mimi bado nipo sana Chadema, bado nipo sana. Dema niko sana, hata angehama nani mimi bado niko imara. Tulikuwa tunataniana pale na mwenyekiti wa Arusha kwamba Mbowe bado hajajitokeza gure, wewe Mbowe akijitokeza kabisa naye akaenda chauma kwanza, tukasema hatuima, hatuna imani hiyo kwamba atajitokeza na kwenda. Lakini ikitokea sisi tutabaki na Chadema. Alitufundisha kwa miaka zaidi ya thelathini kuhoji kusimamia haki. Hajawahi kutufundisha tena kwamba haya tusiyasimamie. Kwa hiyo atakuwa amekosea na amechelewa, au sio? Kama alikuwa anataka kutuhamisha, angetuhamisha tisini na tatu tisini na mbili ile tisini na tatu lakini elfu mbili na ishirini na tano tumeshaelewa kila kitu, au sio? Kwa hiyo mimi bado niko Chadema na niko imara na kanda yetu bado iko imara. Magazeti yanaandika andika ya yanasema kwamba kuna migogoro Chadema, wajue tu wanaobaki Chadema na wakaendelea kutoku kutokuwajibika kutokutii maagizo ya chama kutokwenda na no reform, no election. Hao ndo wana migogoro. Tuko pamoja, ila aliyoondoka sio Chadema tena, atakuwaje analeta mgogoro Chadema yani? Tuwe tukasema eti kuna mgogoro Kilimanjaro kwa ajili Basil Lema pamoja na mgonjwa wameondoka, wao washaondoka, sisi ndo Chadema. Sisi yani, sisi hapa tukiwa na mgogoro sawa, wow, wao washatoka, sio sehemu yetu tena, au sio?